So, asifiwe sana wana na binti za Mungu na wanafunzi wa Kristo popote ulipo. Naitwa mwinjilisti Yohana au sauti ya mtu aliaye nyikani, popote ulipo ninakusalimia kwa jina la Yesu na Mungu akubariki sana. Amka muda huu na majira haya, Yesu yuko mlangoni anakuhitaji uamke. Karibuni tuungane tukakeshe sasa. Yesu yuko mlangoni anakuhitaji mpendwa. Nyakati zimeisha, tunahitaji kusimama kama maskari Sababu upendo wengi umetabiria utapoa. Na sasa tunaona upendo wengi umepoa. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, hamka mahala popote ulipo, kwa sababu nyakati zimeisha. Yesu anakuhitaji, hamka ukeshe, hamka uombe, hamka ujitakase, hamka mtafute Bwana maadamu yuko karibu. Karibu ujitakase. Ungana na sauti ya mtu anayeniita majira haya. Tuko mlangoni wa teule wa Mungu. Yesu Kristo anakuja kulichukua kanisa. Yuko mlangoni anakuja sasa. Hamka we wewe ulalae. Hamka wewe usinziaye Yesu anakuhitaji. Kwa hiyo niseme kwamba nikukaribishe tena katika majira haya, katika kipindi cha Sauti ya Mtu Aliye Nyikani. Mungu akubariki sana. Nitamjua, nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua, nitamjua kwa alama za misumari Furaha nidapata nikiona makao Bwana aliyotuandalia. Nitamsifu Mwokozi kwa rehema na pendo vilivyonipa mahali mbinguni. Na waliokufa katika Bwana Yesu nitawaona tena nifikapo kwake huko mbinguni, nataka kumwona mwokozi kwanza. Mungu akubariki sana wewe, ambaye umetautapu katika kipindi hiki. Basi bila kupoteza mda kabisa hau wakati, natamani tuende mbele za mungu moja kwa moja, tukaingie kwenye maombi ya toba na utakaso, ili kwa ajili ya kuingia katika ibada yetu ya siku ya leo, katika nyakati za mwisho, tulizo nazo. Mwavita, mwavita, Mungu akubariki sana. Basi ninakukaribisha sana mahali popote ulipo mteule wa Mungu ukiwa uko mekani nyumbani kwako na familia. Inawezekana unacho redio yako hapo, naweza kuunganisha bluetooth kabisa ili sauti yako iwe nzuri. Ukiwa unasikiza ibada hii ukiwa umetulia. Niseme kwamba Mungu akubariki sana. Tuko katika nyakati za mwisho sana na Yesu yuko karibu kuja kulichukua kanisa lake na hata kuja kuchukua watu ambaye hawakumkiri mbele ya umati wa watu hawakujikana na dunia hii mbovu iliyoharibika. Atakuja kuchukua wale ambao majina yao kwamba yapo kwenye kitabu cha uzima, yapo kwenye kitabu cha matendo mema, ndio atakayekuja kuwachukua. Kwa hiyo rafiki yangu, ndio wakati wa kuendelea kuji, kujihakikisha kwamba jina lako liko wapi. Ni wakati wa kujiandaa kwamba jina lako linasoma upande upi, kwa sababu siku hiyo ni kuhakikishe hapata kuwepo na kujitetea, matendo pekee. Jana nikazungumza matendo pekee ndiyo yatakao kuwa yakisoma siku ile kwao. Nikwambie, mtumishi wa Mungu, itaweza haitakusaidia kabisa kama utaendelea kusikiza injiri kama hizi za toba, utaendelea kusikiza injiri hizi za habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili, injiri ya kukataa dhambi na uovu, lakini ikija ile siku usiweze kuenda, itakufaidi nini mpendwa wa Mungu? itakuwa unapoteza mda. Ingekuwa heri kabisa ukaendelea na mambo ya kidunia kama utaisikiza injili sikusaidie. Injili hii kazi yake ni kuisikiliza ikuponye, ikutowe kwa mataifa, ili ukamlaki Bwana mawinguni, ili ukaketi pamoja na Kristo mahala ambapo ameenda kutuandalia. Maana anasema kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnauamini Baba niaminini na mimi, mnauamini Mungu niaminini na mimi. Ndio, kwa hiyo ndiyo injili niliyotumwa kwa ajili ya kuangazia dunia nzima, kusema na wewe mahala popote ulipo wewe, ambaye uko bado unajiuliza uliza. Bwana anasema kwamba tutengeneze njia zetu. Ameniita tena tukauangazie ulimwenguni. Kwa hiyo mahala ulipo, usichoke, nikukaribishe kwa njia ya kutaptapu skrini yako kwa ajili ya kutaptapu ujumbe huu, kwa sababu mteule wa Mungu, hakuna chochote kitakachokusaidia. Siku inakuja ambao ni akilio wengi watakimbia, watajenga nyumba hazitawafaa hawatakaa ndani yake. Karibu sana katika kipindi hiki. Nikualike tena wewe ambaye umekuwa baraka katika huduma hii, umeendelea kubadilishwa kwa njia ya neno la Kristo, umeendelea kujifunza mengi kwa njia ya neno la Kristo hili la kweli. Nikukaribishe tena majira haya, japokuwa tumechelewa sana. Leo ungana na mimi sasa, tukaombe. Ungana na mimi tukaanze kipindi chetu kwa njia ya maombi kwanza, alafu kisha tutarudi tena kwanza ninako ujumbe mzito ambao Roho wa Bwana amenipa tena siku ya leo. Na nia ya ujumbe huu Roho wa Bwana alionipa siku ya leo ni kwamba anapolitazama kanisa limetoka kwenye njia, anapowatazama watu wanaojiita wameokoka ametoka kwenye njia zao. Kwa hiyo Kristo amenipa ujumbe huu, ni kuambie tena, endapo nitakapokuwa nimenawa, utabaki wewe kusimamia, ni upande upi unasimamia? Na ujumbe amenipa nitazungumza siku ya leo ni ujumbe mzito kama ni mtu wa rohoni utakwenda kuyatambua haya mambo yanayoendelea sasa, utakwenda kuamka tena na kurejea katika wokovu halisi na kurejea katika njiri ya kweli, maana maandiko yanasema kwamba ijue kweli na hiyo kweli itatuweka huru. Kwa hiyo, mtumishi wa Mungu, haya ambayo roho wa Bwana amenisema na mimi tena siku ya leo ndiyo nitakao kuletea wewe mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasema kwamba sikia roho wa Bwana ambayo ayaambia makanisa kwa hiyo na mimi nataka nikujulishe kwamba muda huu nikukaribishe tukaanze kipindi cha maombi kwa njia ya toba. Mahala popote ulipo, ninakuomba ukae katika hali ya kiroho, ukae katika hali ya kiroho. Sasa tukaanze kipindi chetu cha maombi wakati huu. Wewe kama ni askari utaelewa kinachoendelea. Wewe kama ni askari utaelewa kinachoendelea. Wewe kama ni askari utaelewa kinachoendelea wewe kama ni askari, narudia tena, utaelewa kinachoendelea kwenye dunia leo. Laiti ungelijua mambo yanayoendelea, laiti ungelijua mambo yanayoendelea katika dunia hii ya leo. Kwa hiyo nikwambie tu kwamba hamka, kama ni askari wewe, umeteuliwa kwenye safari hii tulionayo, inahusika wewe, usimame upande wako kisawa sawa. Injili hii tulio nayo ni injili ambayo nikasema tena, tunahubiri mara moja tu ubili tumalamoja naweza ukaja leo katika injili ya leo hii ukakaa ujaja, lakini unakuta injili au sauti hema ya mtu aliae nyikani. Uo maana yake hatulali, ni kazi tulioitiwa, lazima tutimize kazi Bwana aliyotutia. Unaweza ukasema kwamba yawezekana wameacha kumbe, bado wapo. Ni ajabu sana, sababu kazi uliyonayo inataanaka kwa sababu pasipo kuomba pasipo kukesha, nimetoa wito tena kamuka, kwa watu wa Mungu, amka tuka kesha, amka tuka omba Yesu anasema kwamba kesheni, kesheni. Basi meshindwa kukesha nami hata saa moja Petro na Yohana, meshindwa kukesha nami hata saa moja. Ndio wakati watu wa Mungu, amka mahali popote ulipo.

Aliwapinga ukuu macho yao yakawa mazito, wakawa wawezi tena kutazama, wakawa wawezi tena hata hataesuang. Yesu akawa anawaambia wanafunzi wake, roho ro, yangu ina huzuni roho yangu ina huzuni roho yangu ina huzuni, huzuni. huzuni. huzuni. mmeshindwa kukesha hata na mimi hata kwa dakika moja? Sasa Yesu na hata sasa anasema ana huzuni. Unamhuzunisha, utaki kukesha, anataka uzulishe sasa kwa majira haya kuzulisha, lakini umelala naokuja